bwawa la umeme marehemu Magufuli aliacha asilimia thelathini. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, bwawa lile limekamilika kwa asilimia mia. Na nani, bwawa la gharama. Kuna wengine wanasema, deni la taifa kwa nini limeongezeka? Wewe ungeotoza kodi kwa ghafla watu wote walipe tujenge lile bwawa, wangejenga wangetoroka miji, si wao <laughs> <he. laughs>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 lakini mtu akitaka kula akili yako anasema eh, deni limekuwa kubwa, utanzania limekopwa leo lori. <laughs> Kwa hiyo amefanya mambo mengi sana, daraja lile la, labu, sisi mwisho wa mwezi unaokuja wanne, roli zitaanza kupita juu ya lile daraja, liko asilimia tisini na tisa, na sisi tunaoishi huku tutafaidi, au sio?